Mi ni mpangaji wa siku nyingi humu ndani, lakini mi nashangaa nyumba inakuja kubomolewa, hatujaambiwa tuame wala nini wakati wanabomoa na, na mi nimetoka kulipa kodi juzi juzi, mwezi wa pili, kodi ya mwaka. Sasa mi hela ya kuama tena naitoa wapi? Na wamekuja kuvunja bila kutaarifu watu e bwana. Hapa huyu ni jirani yangu huko e, nyuma alifiwa na shangazi yake na huyo shangazi yake aliacha usia na kwa maneno tusie majirani, tulikuwa tunasikia kwa mimi nikifa, nyumba yangu apo mtoto wa, mtoto wa kakaangu nani rasusaum. Tumekuja kushangaa tena kuna nyumba ya pili baada yangu, mimi nyumba ya pili, kuna watoto huyo mama yao alizaa kwingine. Sasa naye ao wamekuja wanadai kwamba na wao wamo kwenye nyumba hii hii. Nyumba marehemu mwanjia Salum Kayuma aliacha usia kupitia serikali ya mitaa. Baadaye tukaenda mahakamani, nikashinda kesi mahakama ya mwanzo upande wa pili wakakata rufaa. Cha kushangaza, tukaenda tena mahakamani, kesi inaendelea. Tunashangaa nyumba yetu msimamizi ameuza, na leo hii kama unavyoona ndugu mwandishi, unabomolewa wakati kesi bado iko mahakamani. Huyu hapa kakaangu ambaye ndio ameandikwa lakini tume, tume, kuna na, mashahidi kabisa katika huo usia, na aliitwa mahakamani, mashahidi walitoa ushahidi na kesi iliisha. Lakini baada ya ule babazetu wadogo wao wakaja wakakata rufaa, wakasema hapana, asiyatukubalia na huo usia, basi kesi iko toka elfu mbili na nane lakini sasa cha kushangaza, msimamizi wa mirathi ameuza nyumba, hakuna summons, hakuna taarifa kwa wapangaji, kama jamani Yani hata kuweka pale sama na notis, yaani hakuna notis ya, ya kwamba nyumba imeuzwa wapangaji wa hame.